Ndugu waandishi wa habari, kwa majina anaitwa Lucy Mrimi, ni ndugu, ni dada wa Daniel Chonchori Nyamhanga ambaye pia ni mjumbe wa mkutano mkuu CCM Taifa, ambaye pia alikuwa ametia nia ya kugombea ubunge Tarime mjini. Nimewaita mahali hapa kupaza sauti. Siku ya Jumapili tarehe ishirini na tatu mdogo wangu alipotea alipokuwa ametoka anaenda kufanya mazoezi akiwa jijini Mwanza, mtaa wa Temeke. Ilivyofika saa tano familia yake hawa, hakurudi nyumbani na ilivyofika jioni familia yake wakaenda kuripoti polisi Mwanza, na polisi wakawaambia wasubiri masaa ishirini na nane ili kupata taarifa vizuri. Ilipofika asubuhi polisi walikuja sehemu ya tukio na wakaja kuanza uchunguzi wao wa awali. Wakafika nyumbani, wakaingia ndani na kufanya uchunguzi wao wa awali. Wakiwa hapo nyumbani, familia tayari ilikuwa imeshauliza majirani kama walishuhudia tukio lolote kuhusu ndugu yetu Daniel Nchori, wakawa kuna shuhuda moja akawaambia kwamba alimuona siku hiyo akiwa anazungumza na simu akitembea na kuteremka. Baadaye walikuja wanaume wanne wakiwa wamemzunguka. Baadaye walivyokuwa naongea, wakawa kuna gari moja defender ya cream iliyokuwa tinted, wakawa wamempandisha huko na walipokuwa wameenda. Sasa tangia hapo ndipo ambapo ndugu yetu tena Daniel Chonchori hajaonekana, ambaye alikuwa ametia nia ya kugombea ubunge Chama Cha Mapinduzi. Hivyo tunawaomba vyombo vya serikali muendelee kutupazia sauti ili ndugu yetu aweze kupatikana, waandishi wa habari, na pia yeyote anayesikia taarifa hii, tunakuomba utusaidie kutafuta ndugu yetu, kutusaidia au kutupa maelekezo ili tuweze kumpata ndugu yetu. Tunaomba pia wananchi au mtu yeyote atakayesikia hii taarifa, mama yetu Samia Hassan Suluhu, tunakuomba mama yetu, tunajua wewe unatupenda na kutujali, hivyo taarifa hii kufikie ili mdogo wetu aweze kupatikana mahali alipo. Yeye ni baba wa familia, ana watoto wadogo wa na sisi kama familia tunamtegemea katika maisha haya. Tunaomba mtusaidie ili ndugu yetu Daniel Chonchori apatikane. Kwa ni mfanyabiashara na ni mfanyabiashara tu mkubwa. Kwa jinsi hiyo ninavyomfahamu, Daniel ni mtu mkubwa ambaye hawezi akapotea mwenyewe, na kwa sababu ya taarifa hizo za za shuhuda huyo aliyemuona, tuna uhakika kwamba itakuwa kuna, kuna hawa watu sasa, kwa sababu amesema aliwaona watu wanne wakimzingira, wakiongea naye na pia wakaingia naye kwenye gari. Sasa hao watu wanne ndo hatujui kwamba ni kina nani, na ndipo sasa tunapoomba serikali itusaidie kumtafuta huyo ndugu yetu. Kwa hivyo sio kwamba alipotea, bali alichukuliwa na watu.